Watu wa fildi leo tumefanya fildi dume na kutembelea kwenye kijiji cha Makome A kinachopatikana kwenye kata ya Mbawala, wilaya ya Mtwara katika mkoa huu wa Mtwara, na lengo tumekuja kujionea hii hali, madirisha kama unavyoona hivi yamewekwa magazeti. Ni magazeti ambayo yamewekwa kwenye madirisha ya zahanati ya Makome A. Hawajawekwa kama mapambo, lakini hapo wanazuiliwa ndege ngoma kwenye huo kuwa Makonde wanaita mwikumba, wamezuiliwa kwa sababu wakija wakipita hapa wanajiona kwenye hayo madirisha ya vioo. Kwa hiyo wakijiona wanahisi kwamba kuna mwingine, wanaanza kupigana, kumbe ndo wanavunja kioo. Kwa hiyo vioo vya madirisha matatu vya zahanati hii ya Makome A vimevunjwa na hao ndege ngoma. E, tumezungumza na mtumishi anapita, alikuwa anapitia changamoto gani wakati huo, wakati madirisha yanavunjwa na anajua kabisa kwamba baba yuko ndani hapa anatoa huduma na huko anasikia hawa ndege wanavunja haya madirisha. Watu wa fildi kazi yetu ni kufika na kuweza kuonesha mambo yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na hapa. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe kwa like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi, asante na ubaki nasi. Mimi kwa majina naitwa Edinata Leonidas, ni mganga mfawidhi zahanati ya Makome. Tumefika hmm. hapa tumekuta vioo hivi kama vimewekwawekwa vime haya magazeti, shida nini? Shida, kuna ndege ngoma, wale wanaita ndege ngoma ndo walikuja hapa waka, kila wakati walipokuwa wanakuja wanagonga kwa juu kwenye madirisha na kwenye bati, ndo wakafika wakati wa kubomoa hayo madirisha, amua tu kuleta hayo magazeti kubandika, labda kwa ajili wasijie wakaja wakarudi waka, waka tena wakaanza kujiona na kusababisha hiyo athari hmm, kwamba hmm, ndo kwa wakijiona ndo wanaanza kugombana gombana hivyo mpaka wakafika wakati wa kuharibu hayo madirisha, okay na hii ilikuwa ni, ni mwaka gani kipindi wameanza kuja? Ilikuwa tangu elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa sita mm, ndo nikataarifu serikali ya kijiji wakawa bado waja, wajaja kunani kulichukulia serious, lakini mm, mwaka huu waliporudi ndo wakajaribu tu kuangalia labda, kuangalia labda kama wataweza kuwafukuza na kutoka mm, ila tangu wameweka hayo magazeti wamesha rudi mara moja. Okay. Ndio okay, mpaka sasa hivi ni madirisha mangapi ambayo yameshavunjwa? Ya ni madirisha matatu. mm -hmm. yeah. Wanasema unagonga mpaka bati. mm -hmm. Wakiwa wanagonga bati na wewe upo hapa ndani unatoa huduma hali inakuwaje? Hali ngumu, maanake kunakuwa kuna kelele. maana kelele kelele kule juu upo nagonga, kelele ukiwa ndani unatibu, kwa kweli ni changamoto. mm. mm. Sawa, serikali ya kijiji sasa wamekupa wame, wame imani gani kwamba inawezekana hawa wasifiki tena wao walichokisema, wamesema kuna mambo wameyafanya huko, hawatarudi tena, hmm. Ndio wamefanya jambo lao <laughs> <Ndiyo>. <laughs> Eh, serikali ya kijiji imefanya jambo. Hawajakwambia jambo gani? Hapana, hawajaniambia. Ah, ha, madam bwana, hata kwa siri siri. Hawajaniambia, sijui. Sasa wewe unajiaminije kwamba kweli hawatarudi kama hawajakwambia? Ndio hiyo, mimi walichoniambia kwamba hawatarudi. Wakirudi tena, basi mimi nitawaambia kwamba wamerudi tena. Eh, tunaona, itaonekana hilo walilofanya lolimefeli. Ndio. Eh. Mm. Sawa, unachochote cha kushauri katika hili? Yaani cha msingi wajitahidi hili wasionekane, maanake wakionekana changamoto. Kwanza wameishaleta shida, ndo hivyo tumeshaingia kwenye kwenye gharama. Vio sasa hivi havipo na wameharibu sehemu ambazo ni muhimu. Kwa mfano, chumba cha daktari cha kutolea huduma hapo, cha karibia tunaenda mapokezi na karibu na store, ni vitu vyote ambavyo vina umuhimu wameacha. Lakini wakirudi, ndo hivyo wanagongagonga sasa haya ya huko hawajaweka magazeti, haiwezi kawa ndio changamoto pia. Wakija wakapita na haya hayo, pia gundi iliisha. Oh, eh, mimi nikasema nitaenda mjini nitawaletea, nikanunua nikawaletea. Nilipowaletea wakasema kwamba hiyo wameiacha kwa vile wameisha sema hiyo kingine kwamba hawatarudi wao, ndio wakawa wameacha kwanza. Kwanza kuna kitu ambacho wamekifanya, hawatarudi tena. Hii naona kuna magazeti yako hapa, na magazeti, muda wa mvua yanaloa. Inawezekana tukaenda mbali zaidi tukaanza kushona hata kushona na vitambaa vya tetron vile koshibo na nini, mkafunika madirisha. Hapana, haiwezekani, hiyo maana yake unakuwa umeharibu pia nani, mwonekano wa kituo, mwonekano wa nje. Sisi tunaogopa vitagongwa vita, vita, vita, vita, yani kabisa, tutakuwa ya, yani tume, yani tutakuwa tumeharibu haribu. Kwanza hata na magazeti na hayo, basi tu kwa sababu tunasubiria tu. Yaani hapo tunasubiria kwamba at least kama walivyosema kwamba eti ngoja kwanza wapotee, alafu baadaye tuone kama yao madirisha yatatengenezwa, lakini ma magazeti yakiwepo, na o unayosema kwamba ya kushona ni kuharibu tu appearance ya jengo. Kwa majina naitwa Litanga Kaitani Litanga ni kaimu mwenyekiti wa kijiji cha Makome A kata ya Mbawala mkoa wa Mtwara, yeah. Zahanati yenu kuna ndege hawa, ndege ngoma wamevamia pale na wanavunja vioo taarifa hiyo mnayo, ni kweli, ni wala sio jambo la la, la, la kutengenezwa. Ni kweli hilo jambo limefanyika. Hao ndege walikuwa wasumbufu sana. Ilikuwa hata yule daktari ambaye anaishi pale, alikuwa anaishi kwa shida kwa sababu alikuwa muda wote anafika pale asubuhi, yani saa kumi na moja ile ya mpambazuko anafika pale mpaka machweo saa moja ndio anaondoka wale ndege. Na mpaka kufikia sasa hivi washavunja vioo vya madirisha mawili, sio matatu. Madirisha mawili ndio yamevunjwa. Okay. Ndio. Na naomba, mmeweka magazeti pale. Yani kama vile mnauza pweza, maana muda wote magazeti. Sasa ya kiloa pale inakuwaje? A, yani tulifanya vile ni njia ambayo sisi tuliamua kufanya labda kwa kujilinda kwamba wanyama wasimalize yale yale vile vioo kwa sababu wataingiza hasara kubwa serikalini. Maana tulijua sisi kwa kuhisi kwetu tunaona kwamba yale ilikuwa ni imani za kishirikina au ni ndege tu ambao kwa Mwenyezi Mungu hatujajua. Kwa hiyo sisi kwa imani yetu tunaona kwamba labda wanavunja vioo kwa sababu wanajiona wakipita mle, kwa hiyo tukiweka magazeti wakipita watakuwa wanajiona hawatadhuru haya madirisha, au muda wa mvua ya kiloa ya kiloa ndio yatatoka, kwa hiyo Tunaomba sasa serikali ikiwezekana, ikiwezekana, kwa hiyo tutakuwa kwa, kwa mnatwanga tunatwanga maji kwenye kinu eh, toka tunatwanga maji kwenye kinu kwa sababu magari kama unasema inaloa Yenasema wewe tia sasa tayari madirisha mawili wamevunja. Mama, mimi nikasema nilikuwa nasema kule kuna vitambaa vya koshibo bei rahisi tu. Mnachukua vile vitambaa mnaweka na nanilio kamba mnavifunga kwenye mle vio, mm -hmm. Labda kwenye vio haiwezi kusaidia labda nguo kwa sababu na kamba mrefu. Inaweza kasaidia pia. Hayo ni maono ambayo wewe mwenzetu tumeona na umetushauri, na sisi tutatekeleza hilo. Tutafanya hivyo. Taarifa tulizo nazo ni kwamba tayari serikali ya kijiji imepambana. Mm -hmm. Kuna kitu mmeshafanya kwamba wale ndege hawatafika tena mm -hmm. Pale. Jambo hili likoje? Sawa lakini staki nizungumzia sana kwa sababu liko chini ya meza. Na, lakini, si N, a, ni kweli, wale, ah, sina uhakika sana ila sina hakika sana kwa sababu kwa kuda mzimu, inshallah inawezekana wasifike tena pale. Mimi ni waomba iko mlichokifanya mkaongezee, kwa sababu yule mtumishi atapata, atapata uhuru sasa hivi kama watafika. Mm, nadhani inawezekana. Ah, hilo ni sawa, tutaongezea ikiwezekana ile ndege wasifike kabisa, lakini pia inawezekana mazingira yale uchafu uchafu ule vichaka inaweza kuwa sababu ya kutunza ndege ngoma. Ah, hapana Hapana, wala sio kweli kwa sababu zipo zahanati nyingi sana ambazo ziko kwenye vichaka hata zetu ziko nyumbani. Mm. Ile okay. e, ha, mm. ya haionekani. Eh, nimekuwa kwetu. Tunashangaa kwa nini? Nikushukuru sana. Ah, sana. Napumzika mwenyekiti. Mm. Na nimefurahi. Mwenyekiti ametuambia kwamba atashindilia kile kilichofanyika ili mradi alo ndege ngoma wasije tena. Na hao uh, watu wa, wa vijiji wana uwezo wa kufanya hivyo. Unajua hata timu za mpira kuna kamati za ufundi. Hazijulikani ila wakifanya mambo yao yananyooka. Kwa hiyo wamesema watafanya jambo tena kuongeza tena sauti ili eh, hao ndege ngoma usipatikane tena, likae sawa na wale wa huduma pale wapate unafuu wa kuishi bila kusumbuliwa na hao ndege ngoma. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida A